Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kuniwezesha mimi na wewe kuweza kuwa salama. Wewe unapata nafasi ya kunitizama, na naendelea kukuombea dua Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi na Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na awasamehe wale waliotangulia mbele za haki, kwa kuwa sisi wote wa Tanzania, Mwenyezi Mungu atujaze upendo, wanafiki wote waumbuke. Ndugu zanguni, nieleweke jambo moja kwamba watu wengi wamekuwa wakisema ya kwamba sisi kazi yetu kubwa kenaecheawa na kinataapaya yeah. Wanasema kwamba sisi kazi yetu kubwa ni kuleta chuki baina ya mtu na mtu shanifahamu, lakini kiuhalisia mimi siwezi kukubali kumwona rais wangu anadhalilishwa, wala anayenitizama hawezi kukubali kumwona rais anadhalilishwa. Rais ni mzazi wa mtu, ana watoto, ana familia, ana ndugu, ana majirani. Kwa nini umdhalilishe? Kama una hoja za msingi leta hoja za msingi sema hoja za msingi. Kama zina ufunguzi zinaweza zikafumbuliwa, lakini sio kumwataki mtu kwenye maisha yake eh, binafsi. Wanachokosea ndugu zetu wa Chadema, mimi sifarakanishi mtu, mi nataka wote tupata, tupatane tuwe Watanzania tuwe na kauli hii moja kama Watanzania, tujenge nchi yetu kwa pamoja. Kwa nini nakuwa nakuwa na hasira ninapoona viongozi wa Chadema wanadhihaki wanamdhihaki rais binafsi eh? Wanamdhihaki kiongozi wanadhihaki familia yake. Mshanifahamu hapa, hoja sio kumdhihaki mtu binafsi. Hoja hapa ni kama, we ni chama cha siasa, leta hoja zako ambazo zitaipa changamoto chama cha siasa kilichopo madarakani, ndicho kinachotakiwa kikubwa zaidi. Lakini ndugu zetu hawa, changamoto yao kubwa, kwamba hoja zimewaishia, wanaishia kuingia kwenye maungo ya mtu. Si kwetu kule tunaita maungo ya mtu yani, wanaingia kwenye miili ya mtu baada ya kususha hoja ushanifamw Chadema wanaona kwamba wameshapigwa bao na chama cha mapinduzi, maana chama cha mapinduzi ndio chama mama kwenye taifa okay. Na eti wananchi wanakitokea chama cha mapinduzi, ni uongo mtupu. Hakuna mwananchi aliyependelea kitokee kile kilechotokea Oktoba ishiati, sio mimi wala sianinitizama. Ushanifam? Hakuna mwananchi hata mmoja aliyependelea kile kitu kifanyaje kitokee. Lakini je, tuangalie ni chama gani ambacho kilikuwa kinahamasisha vurugu mpaka kiliwatengeneza wanajeshi feki? Ushanifahamu? Mpaka kiliwatengeneza wanajeshi feki. Sisi tujitokeza, tukasema tukawaondoa hofu wananchi. Nchi yetu iko salama. Wewe jiulize inafikia mtu walimtengeneza yule afande nani? Wamuita nani? Tesha, tesha. Walimtengeneza Captain, mtu eti Captain Tesha. Hey, wakamtengeneza lengo kulitia, hey, lengo kulitia doa jeshi letu. Jeshi letu halijihusishi na siasa tulipojitokeza tukasema ukweli, sisi lengo letu sio kuvunja amani, ndio mana wakutusikiza kwenye hoja zetu kubwa. Tunalohitaji sisi ni amani na upendo baina ya sisi na sisi. Sasa aa, wajomba kina Toha Mwaipaya, kina Heche, kina Mnyika, wao wanatoa maneno makali. Sisi tukitoa maneno makali, wao wanaumia. Kwa nini wanasema sisi wengine ni watu. Mimi ni mtu mstaarabu sana, ushanifahamu mm. mi ukienda vizuri, naenda naye vizuri, kwa sababu mimi, bahati nzuri, hawezi kunisikia nikamtukana mtu tusi la nguoni, kwa sababu kwa, kwa mujibu wa misingi ya dini yangu ilo jambo linafanyaje, linanikataza. <coughs> Kwa nachojaribu kusema, <coughs> Watanzania, si kila tunachokisema ama maneno yote tunayosema dhidi ya Chadema hatusemi sisi, anayesema haya ni Dr. Slaa ambaye alikuwa ni kiongozi, katibu mkuu nani a e Chadema. Hichi kitabu kimeandika kila kitu, maana mnaweza, aliyetengeneza hichi kitabu sio sisi, wanatekana wenyewe kwa wenyewe. Mimi ambaye sikuingia kwenye chama chochote cha kisiasa nashindwaje kuamini Dr Salah hawezi kusema uongo kwa sababu yeye alikuwa ni miongoni mwa kiongozi wa kanisa. Sasa alikuwa teki. Alikuwa katibu mkuu wa teki. Ushanifahamu? Kitima huyu mnayemwona. Nafasi ya kitima me... ilikuwa ni nafasi ya Dr. Dr. Salah. Siku zote nilisema hata kitima akitoka pale sitarajii kama atakuja kuwa muongo mm -hmm kwenye jamii mm -hmm. Ndio maana Dr. Salah hakuwa muongo, aliandika uskweli wake na kila kiongozi anayetoka wenye nazifa anavyojiona hapa tayari lazima aandike kitabu chake aeleze yale ambayo anayoyafahamu. Sasa leo hii ukisema una muhukumu Yona, leo hii ukisema una muhukumu Kombo, hautuhukumu sisi. Sisi Mwenyezi Mungu ataendelea kutulinda, na tunaomba dua kila uchao atuepushe na wale watu wenye shwa wenye shari. Tunachohitaji sisi ni hoja kwa hoja, maneno kwa maneno. Kwa hiyo nachorudia kusema, Watanzania, kwa umoja wenu, kwa umoja wenu. Nendeni mkaangalie hichi kitabu mtajua ukweli. Tulipozungumza sisi nataka tufanye ziara nchi nzima. Hawa watu wamepagawa kwa sababu siri zao zote zinakwenda kumwagika. Utekaji wao wote unakwenda kumwagika. Na sisi lengo la kwenda mkoani, mikoa katika mikoa yote ambayo tuliyopanga na bado, lengo bado liko pale pale na tunaendelea kupambana, tunahitaji bado michango yenu. Bado nitaendelea kusema hii kauli. Ushanifahamu? Lengo letu tukaeleze ukweli. Siku zote unapomgusa mtu sehemu kunako huwa anapapatika, huwa anapapatika. Wao wamewasingizia mambo mengi sana serikali, wamemsingizia mambo mengi rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, wamekisingizia vingi sana chama kile, chama tawala. Ushanifahamu? Lakini ushae kumuona kiongozi wa serikali akatetemeka na kauli za Chadema? Jibu hakuna, kwa sababu wanajua ndio wanajulikana. Ni amnazo hawajui nini wanachokitaka katika chama ambacho kilichokosa hoja. Nawaambieni ukweli, chama kilichokosa hoja ni chama cha Chadema. Walau kipindi cha Mboye walikuwa na mikakati mizuri, lakini sasa wote ni watu wa miemko. Siku zote chama hakiendeshwi kwa miemko, chama kinaendeshwa kwa brain. mimi jana yona nilikuwa napita katika mitandao nikamkuta kiongozi wa ACT wa Zalendo. Mimi kwenye wema nitasema tu ule kiongozi alizungumza kauli moja ambayo ilinijenga na ikanipa mawazo na ikanitengenezea picha, nikaona kweli Chadema ni chama dhaifu, na kupitia kauli ile nikaona kweli Chadema hamna chama, na kila mmoja anakilaumu. Ule kiongozi alikuwa anasemaje? Eti anashangaa chama kimoja cha upinzani eti wanataka nchi iendeshwe kijeshi. Nielewe vizuri mm. Hivi akauliza, "Hivi nyinyi mnajua madhara ya nchi kuendeshwa kijeshi? Asipokuwa rais wake ni raia? Uta comment nini jeshi litakapotoa kauli?" Msione nchi ya Traole iko vile lakini watu hawana uhuru wa kuzungumza. Jeshi likishapanga lake limepanga halihitaji mjadala, halihitaji siasa. Wakisema hii mbichi, hii mbichi. Hii safi, hii safi. Mkiendana tofauti na kauli hizo, mnaweza mkakuta mna nchi ile watu wakawa wanakufa mara kwa mara kwa sababu gani? Ile nchi haiendeshi kwa mujibu wa kisiasa kwa, ukipinga kauli ya jeshi, na maana wewe ni mwasi asilimia mia moja Kwenda zako, kwaheri mwalimu. Kwa hiyo mwalimu, inaitwa hiyo, ushanifahamu? Je, leo hii akasema, leo hii eti chama cha kisiasa ambacho eti kinatamani nchi iendeshe kijeshi, au kinatamani nchi hii ikapelekwe kwenye mikono ya wazungu? hmm. walikohangaika wazee wetu kukipata mpaka tukafikia mwafaka wa kuwa na vyama vingi vya nini? hmm. E, vikaundwa vi, vi, vi, vi, vyama vi vingi vya vi kisiasa, lengo tu, tupeane mawazo usheni fahamu eh? Nakupa hicho kitu hicho usheni fahamu. Akana kizungumza yule mjomba alipokuwa kizungumza kile kitu na akaja akamalizia akasema, ukiona chama cha aina hii jua kwamba kimefilisika. Hakina hakina hoja ya aina yoyote ukiona chama kimekimbia toa hii, hakina hoja ya aina yoyote, inapaswa haraka iwezekanavyo viongozi waliokuwepo ndani ya eh, chama hicho wenye madaraka waka, yani waondolewe kwenye madaraka mapema zaidi kwa sababu chama kimesha yes. ushanifahamu kama chama cha kisiasa sisi tuingie kwenye utumwa eti kwa sababu ya maslahi ya bunge tu wanaoutaka Ndio maana serikali yetu mimi nipongeze inatengeneza usawa imeunda wizara ya vijana na sasa hivi kuna kile kitu kinaitwa Vijana Forum kitu kama, yeah, platform platform za, za vijana kwa ajili ya kuweza kutoa mawazo. Sisi wote kwa pamoja ndio watu ambao tunaolitengeneza taifa hili. Sisi leo mnapotuona mnatutu, mnatutu, mimi naiona tunazungumza, ina maana tunaua hoja za kipumbavu na hoja za kijinga za hawa ndugu zetu. Hawa ni ndugu zetu, tukisema tuwachekea watu watatuingiza pabaya mimi nataka wewe ulieshika simu sasa hivi ambao unaangalia tunachokizungumza. Wewe ambao una uwezo wa kutukutukana, kututukana, nahitaji uwe na uhuru huo wa kuzungumza kile unachokihitaji ama kuuliza swali kwa kile unachokihitaji. Au unasema wewe ngoona? Kabisa. Je, tukisema tufate akili za hawa ndugu zetu hawa ambao leo wameanza kujitetea baada ya Yona kusema Mzee Kibao ametekwa na nani na nyika sadifungia kwenye nini kwenye kanisa? Kwa nini Mzee Kibao kapotea yeye akajifungia kwenye kanisa siku saba? Siku saba. Tuelezeni kwa nini <laughs> tokea miaka yote bado mara ya mwisho mzee mzee Kibali akibao, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa sababu mimi ni mwenzangu katika imani mm. ushanifahamu eh? unajua lazima muombee dua ushanifahamu eh? mm. dua ya. kwa nini baada ya kukutana baada mzee Hadi Kibao kupata mtihani wa mauti, kwa nini mjomba anaenda kujifungia ndani kwa nini alienda kujifungia kanisani na hakutoa kauli ya aina yoyote? Anaona leo jambo limepotea potea, leo ndo ananyanyuka anapata nguvu ya kuweza kusema. Atupe sababu zilizomsababisha akajifungia kanisani na akaenda kuomba baadhi ya viongozi wa mstiri. Sasa, sasa hivi serikali iko macho, haitaki kupuuzia haya mambo. Investigation ifanyike, aliongea na nani mzee wa watu mara ya mwisho, ichunguzwe. So. Inawezekana familia masikini inaumia, kumbe ni mtu aliyowamaliza, ni mtu wa karibu huyo. Kwa mimi nizungumze tu kwamba ndugu zangu wa Tanzania, lengo letu sisi, mimi na ndugu yangu Joseph Yona, inawezekana haya maneno ikawa yanawakera mtu, samee, mtuvumilie, lakini mimi binafsi ninapoona rais wangu anatukanwa ninaumia sana. Mimi watu wanasema ninatumika, thumma wallahi, naapa kwa imani yangu sijalamba thumni ya aina yoyote kutoka serikalini What eti mimi nayona hapa hatujalamba thumni yoyote kutoka serikalini. Tunayafanya haya kwa sababu tunajua tukikaa kimya sisi wengine sisi katika maeneo tunaambiwa kama una, e, ukiona uchafu una uwezo kuondoa kwa mikono yako, unaweza udhaifu zaidi, unaweza kutumia ulimi wako ukiondoa, hmm, kuondoa ule uchafu. Tukisema tukiache chama kama hiki kitakuja kutengeneza hatari kwenye taifa, watoto wetu ndio watakaoteseka. Watanzania wenzetu ndio watakaoteseka. Nyinyi mnachukulia Watanzania wenzetu, nyinyi mnachukulia simple tu haya mambo. Haya mambo hayako simple. Mimi nilipata ajali na ajali yenyewe nilisababishiwa, leo nina makovu kote huko. Nina makovu nilipojitokeza kusema ee, nilipata ajali. Kuna mtu mmoja kaniambia, kwa nini usiseme kwamba ulitekwa ili iamini, serikali eti imeniteka mimi mimi nikasema siwezi kufanya upumbavu kama huo. Naamini ni na nimepata ajali hiyo, ni kadari ya Mwenyezi Mungu kwamba nimepata ajali, nikumshukuru Mwenyezi Mungu, nimetoka salama na niko mzima nah, zina blutiki vizuri, labda ni block. Baada ya hii kauli, wakaniambia vile, nikasema mimi, ah, ni mtoto wa Kiislamu, ni mtoto nilioeshiba imani, ujinga kama o sitaweza. Nimepata mtihani katika mazingira kawaida, katika utafutaji wangu wa riziki, nimeenda kupeleka kazi sasa hivi, nimetoka kule jamaa overtake na gari kaingia kwenye shimo, nina pikipiki piki. Kweli nikazima, nikaenda kushuka, niko hospitali, nimeroa damu mwili mzima, mshanifahamu. Wao wakaniambia singizie umetekwa, toka Mwaipaya ananiambia nisingizie mimi nimetekwa hivi. Kweli ni akili? Ni upumbavu matope. Nikaja kuamini kumbe watu wanaweza kawa wanapata matatizo kwa njia zao. Mimi sina tamaa za fedha, kwa sababu mi najua wamahali yote wa, wa, wa, wa, sitaki ngotaka tafsiri kwenye dini, lakini ngoja niache, mshanifahamu. Hii dunia ni mapito tu, hatuna chochote ambacho